E, naam, naam asante. Karibuni e, wanafunzi wa Kiswahili na magwiji lugha ya Kiswahili katika uchambuzi e, na upambanuzi wa tamthilia ya Amezidi e, tamthilia ya Amezidi ni tamthilia ambayo imeandikwa na mwandishi S.A. e, Muhammad. Tamthilia hii inaangazia masuala mazito yanayokumba bara ya Afrika naam, na mimi hapa nitatumia vigizo mbalimbali kukuchambulia tamthilia hii Amezidi, ili uweze kupata ufasaha na kuelewa kwake vizuri. Na nitaanza kwenye muhtasari, nitasema muhtasari kwa kifupi. Nitazungumzia kuhusiana na kipengele cha dhamira, fani pia, na ndani ya fani bila shaka kuna vipengele kama vile e, wahusika, muundo, mtindo, muktadha na lugha pia. Nitazungumzia kuhusiana na maudhui muhimu sana masuala ibuka ama mambo ambayo yanajitokeza, ujumbe maalum pia, nitazungumzia kuhusiana na nadharia, mwono ulimwengu wa mwandishi wetu SA Mohamed, pamoja na usimulizi, pia msuko. Nitaelezea kwa kiduchu wakati na msukumo. Kuna mambo muhimu ambayo nitazamia ndani sana, kwa sababu ni pana, kwa mfano maudhui na pia tamadhali za usemi ama mbinu za uandishi kama vile jazanda, na pia ikumbukwe kwamba E, tamthilia hii imeandika kwa imeandika kwa njia ya changamano kwa sababu mambo mengi hawezi kuelewa moja kwa moja ikijazana, lakini e, mimi hapa nitajikakamua nita kuweza kupambanua e, masuala hayo. E, kwanza kabisa he, nianze kuelezea kuhusiana na muhtasari kwa kifupi kuhusiana na tamthilia hii ya Amezidi Amezidi inaanza moja kwa moja e, pale ambapo kuna wahusika wakuu ambaye ni Ame na Zidi, Ame na Zidi mawazoni mwao e, wako katika bahari kubwa iliyojaa mali na bila shaka ni watu maskini. Kwa hivyo ni jazanda ama ni kinaya, wako katika bahari kubwa ambayo imejaa mali lakini wana umaskini. E, wanaomba usaidizi kutoka kule ng'ambo, na inasemekana ina ya kwamba Ame alikuwa amelala fufufu na Amezidi na Zidi alikuwa ameenda kutafuta chakula. Kwa hivyo kulikuwa na njaa, kwa sababu ya umaskini analeta mhogo kumwamsha mwenzake ili wale hapo. Kwenye katika onyesho la pili tunapata ni kasri lakini wanaita pango, huko kwenye pango lakini wanasema ni kasri, pia ni kinaya sana. Eh, walisafiri eh, kama zamani nyingi ama miaka nyingi zilizopita na hivyo pia wanazungumzia kwamba wana samani kama vile meza na mambo mengine ambavyo vyote vinatoka katika nchi za ugaibuni kama vile Ufaransa, Paris, eh, kule Iran na kadhalika. Pia tunapata katika onyesho la tatu eh, Zidi eh, anakuwa na mpenzi wake ambaye anaitwa Amari. Eh, kwa hivyo ni msichana wa kileo ama kisasa ambaye anajirembesha anajirembesha kweli kweli, anazungumza kuhusiana na umaskini ambao umemkumba Zidi na Ame, eh, pia wapo katika mawazo, ni mambo ambayo yanasemwa, yana, lakini iko tu mawazoni mwa Ame na na Zidi. Kwa hivyo anazungumzia kuhusiana na mali nyingi, lakini kweli ni kwamba wao ni watu maskini. Kwa hivyo ni mambo haya yaeleweki moja kwa moja. Pia tunapata Zidi na Mari wanazungumza kuhusiana na masuala ya ibuka e. Naam, ukienda katika onyesho la nne utapata ya kwamba mhusika ambaye Zidi anabadilika na kuwa mwalimu, wapo katika darasa lakini darasa lenyewe ni pango e. Wanafunzi wanamuuliza mwalimu maswali, lakini mwalimu anashindwa kujibu maswali na badala yake anawatandika kwa bakora. Kwa hivyo pia inasemekana ya kwamba masuala ya elimu yanakuwa gushi, kwa sababu wanafundisha kuhusiana na masuala ya Archimedes principle katika somo la fizikia, lakini yanasalia kuwa nadharia tu ambazo hayasaidii katika uvumbuzi na masuala ya teknolojia katika taifa lao. Katika onyesho la tano tunapata Ame Ame anabadilika na anakuwa mkuu wa ofisi fulani. Pia kuna mkurugenzi pale, wanaendeleza ufisadi na maudhui ya ufisadi inajitokeza mahali hapo moja kwa moja kwa sababu wanagushi he, hela unapata ya kwamba wanachukua hela ambazo wanagawana mamilioni ya pesa, na hapo wanadhihirisha eh, maudhui ya ufisadi moja kwa moja. Na pia ukienda katika onyesho la sita, kuna mkanganyiko hapo ambapo masuala mengine yalikuwa yamezungumziwa katika onyesho la tano. Kwa hivyo unaenda katika onyesho la saba na unampata Mari anarejea kutoka kule pale ambako ameenda na anarejea kumwona mpenzi wake Zidi. E, kwa miaka nyingi, na hapa mazungumzo ni kana kwamba e, Mari anamwambia Zidi ya kwamba ame amebadilika lakini hajabadilika kimawazo, na anamaanisha ya kwamba e, Zidi angali yuko maskini hoe hai. Pia Zidi anamwambia Mari ya kwamba wewe pia umegeuka, na jinsi wanasema Waswahili amekiengeuka, anasema kwamba hata ngozi yake imebadilika na ukienda katika onyesho la nane tunapata Ame na Zidi wanaendelea kuzungumzia kuhusiana na kasri lao ambalo bado wanaomba msaada. Ni kinyume ama ni kinaya sana kuwa katika kasri, lakini unaomba usaidizi ama unaomba msaada. Na hapo tunapata ugonjwa wa malaria unaanza kuwakandamiza, na tunaenda katika onyesho la tisa ambapo tunapata Zidi anaendelea ku, kuugua tumbo baada ya kukula ile nyama ambayo imeuza kutoka kule ughaibuni anaugua, kisha Zidi, Zidi anafariki anakufa. Pia Ame anaendelea kukandamizwa na ugonjwa wa kipindupindu pamoja na kula ile nyama, na baada ya muda mfupi tu katika onyesho hilo la kumi tunapata Ame pia anaaga dunia. Kwa hivyo mpenzi, mpenzi mwanafasihi, tunapata ya kwamba kazi hii ya S.A. Mohamed ni kazi ambayo imefichwa, ni kazi, ni, ni kazi ambayo ieleweki moja kwa moja. Lazima mwanafasihi awe ni mtu ambaye ana, anaangazia masuala yake kwa kindani, na pia kuhakikisha ya kwamba anafafanua na kuweza kupambanua mambo ambayo yajiweza kuandikwa moja kwa moja. Kwa hivyo kufikia mahali pale, mniruhusu sasa niweze kupambanua ama kuchambua kazi hii kwa kutumia vigezo mbalimbali ambazo ya kwanza ni kuhusiana na dhamira. Dhamira ni lengo, azma au kusudi, na pia ni kama msukumo ambaye aliweza kumfanya mwandishi aandike. S.A. Muhammad anaonekana kuwa na dhamira ya kufafanua ama ya kuonyesha jamii jinsi sisi wa Afrika tumeweza kukandamizwa na ukengeushi, ambapo badala ya kuwa ya watu wavumbuzi na kujitegemea kwa sababu tuna mali nyingi hapa Afrika tunaendelea tu kuwa kuomba msaada Tunapata kama taifa la Kenya linaendelea kuomba msaada kule Uchina la badala ya kuweza kuzimbua mambo kuhusiana na miundombinu na kujitegemea kwa hivyo dhamira yake ilikuwa ni hiyo kuzindua eh, watu wa mataifa ya Afrika nizungumzie kuhusiana na fani. Fani ni muhimu sana katika kazi yoyote ya fasihi na ndani ya fani siku zote napenda kusema kuna vipengele vitano. Ya kwanza ni wahusika, ya pili ni muundo, ya tatu muktadha, ya nne mtindo na ya tano ni lugha. Mniruhusu nizungumze kuhusiana na wahusika. Wahusika katika kitabu ama katika tamthilia hii ya Amezidi ni kama vile Ame na Zidi. Hawa ndio wahusika wakuu lakini kuna wahusika wengine wadogo ama mfiringo ambao wanatumika tu kuendeleza matukio ama, ama matendo, e, kutoka hatua moja au nyingine. Kwa mfano kuna Juice ambaye ilikuwa katibu, kuna Jane pamoja na Daktari Buai. Sasa ni hawa niwazungumzia, Amezidi ambaye ni Ame. Ame kuna wakati anakuwa mali mari, na ame wakati mwingine anakuwa bosi pia. Zidi anabadilika anakuwa mwalimu, na wakati mwingine anakuwa msaidizi katika kampuni kwa hivyo, e, wahusika hao wanabadilika kutokana ama kulingana na muktadha, e, mbali mbalimbali na bila shaka unaweza kuuliza swali kuhusiana kuelezea wahusika katika tamthilia ya Amezidi. Na bila shaka ni vyema kufahamu ya kwamba e, wakati unauliza swali lolote kuhusiana na wahusika ni vizuri kujua sifa zao, e, je, kwa mfano ukisema Ami alikuwa na sifa za aina gani? wakati ni bosi anakuwa mtu mfisadi, anakuwa mtu mnyanyasaji, anakuwa mtu ambaye anakandamiza mali ama ana ubadhirifu wa mali ya umma. Wakati anakuwa Mari, Mari anakuwa mtu ambaye anaonesha ukingeushi, anaonyesha eh, urembo, kujipodoa na mtu ambaye ana ukijili pia. Zidi wakati yeye ni mwalimu, anakuwa mwalimu ambaye ni, ni mzimbi, mwalimu ambaye hana eh, ujuzi mwalimu ambaye ana ukingeushi na mambo ya kiupumbavu, kwa sababu anawatandika wanafunzi wake bakora. Pia zidi wakati mwingine anakuwa msaidizi. Wakati anakuwa msaidizi, anaonesha sifa za kuwa mtu ambaye ni mfisadi na mtu ambaye anabadili mali ya umma. Kufikia pale, utakuwa umeweza kuchambua wahusika kwa kina. Shukrani. Tuende katika kipengele kingine ndani ya fani. Tuzungumzie kuhusiana na muundo. Muundo ni kama umbo jinsi imeundwa jinsi tamthilia hii imeanza kuundwa, na tulifundisha kwamba kuhusu muundo, kuna vipengele muhimu katika muundo, na mambo haya ama hatua haya ni kama kwa mfano, kuna utangulizi, baada ya utangulizi kuna mgogoro, baada ya mgogoro kuna upeo, baada ya upeo kuna mshuko na bila shaka matokeo. Ni vizuri tufahamu ya kwamba kabla ya utangulizi pia tunaweza pata, kuna kuna e, kuna jambo fulani ambayo muhimu sana, ambayo inatokea inatangulia kabla ya utangulizi, na pia kuna nyingine ambayo inatokea baada ya matokeo. Ile ambayo tulifundishwa ni prologo na ile nyingine ya mwisho kabisa. Kwa hivyo asante, na ni, niweze kuzungumzia pia kuhusiana na muundo. Tuelewe kwamba wakati unaeleza muundo, pia ni vizuri ufahamu ya kwamba utaeleza kuhusiana na msuko e, tamthilia ya mama hii imeundwa kutokana na mm, kutokana na visehemu mbalimbali ambayo ni maonyesho. Kuna onyesho la kwanza hadi onyesho la kumi. Kila onyesho e, lina ma lina maudhui mbalimbali, wahusika, sifa na masuala ya ibuka ambayo yanajitokeza kwa njia moja au nyingine. Shukrani. Pia nizungumzie kuhusiana na muktadha muktadha ni kama mandhari, ni kama mazingira ambapo matukio ama matindo yanatokea moja kwa moja pale jukwani na mandhari. Kuna vipengele muhimu ndani ya mandhari, wakati unachambua kazi ya tamthilia yoyote unapata ya kwamba katika vipengele vya mandhari ni kama vile taa, giza, sauti, kicheko, kilio, ambazo kila moja inaashiria jambo ee, fulani. Kwa mfano, kilio inaashiria kifo. Kicheko inaweza kuwa kicheko cha dharau ama cha furaha. Sauti inaashiria mambo ambayo inatendeka katika jukwaa. Pia ukisoma katika Amezidi unapata he, kuna muktadha kama vile kijijini. Katika kijiji cha Mpashambi tunapata pia kuna kijiji cha Fujo, pia pale he, pale pangoni na mambo kama haya, inaashiria muktadha katika tamthilia ya Amezidi. Pia nizungumzie kuhusiana na mtindo mtindo ni upekee wa mwandishi. Je, mwandishi SA Muhammad alitumia mtindo upi kufananisha ama kutofautisha kazi yake na kazi ya waandishi wengine? Tunapata kwamba alitumia e, maonyesho kumi na kila onyesho ilikuwa na upekee wake. Mtindo wa kijazanda anatumia na ukingeushi kwa kwa hali mkubwa ama kwa ujuzi mkubwa. Asante. Na katika kipengele cha tano ndani ya fani nitazungumzia kuhusu lugha. Lugha ambayo S. A. Mohamed ametumia, ametumia tamadhali za usemi pamoja na mbinu za lugha. Mbinu za lugha ambayo amekuza na ametumia kwa kiwango kikubwa ni jazanda. Jazanda ni pale ambapo mwandishi anatumia mambo ambayo haeleweki moja kwa moja, yani yana maana fiche. Mwandishi wakati anatumia bahari kubwa, wakati anasema kuna bahari kubwa iliyojaa mali, hii ni jazanda jazanda ambayo inamaanisha bara la Afrika ambalo lenye rasilimali kubwa ama lina rasilimali nyingi, lakini bado wanabaki wategemezi. Jazanda ya pili ni jazanda ya kuhusiana na nyama iliyooza. Nyama hii ni kijazanda na imetumika kijazanda tu kumaanisha misaada duni ambazo sisi kama Waafrika tunapokea kutoka kule ughaibuni, lakini inatuletea ma, madhara ya moja kwa moja ama ambazo si ya moja kwa moja. Pia tunapata ugonjwa. Ugonjwa huu umetumika kijazanda kumaanisha masaibu ambayo yanatukumba sisi wa Afrika katika bara letu, kama vita, njaa na kadhalika. Pia kuna kijiji cha fujo. Kijiji cha fujo imetumika kijazanda tu kumaanisha mataifa ya bara la Afrika. Pia pale panguni inaashiria kuonesha mandhari rasmi, kwa mfano ofisini, shuleni na kadhalika. Usingizi ambaye ame amelala fufufu ni imetumika kijazanda kumaanisha kutojitambua, kama sisi Waafrika, mataifa ya Afrika, wajeweza kujitambua. Na mbinu nyingine ya lugha ni kinaya. Tunapata ya kwamba ni kinaya sana mtu kuishi kwenye kwenye pango, na anasema anaishi kwenye kasri. Naona? Naona, sasa mambo kama hayo ni kinaya. Ukipata kwa mfano nchi nchi, e, nchi Ha, wanakuwa wategemezi na na nchi hiyo ni nchi yenye mali nyingi, kwa hivyo ni kinaya sana kupata nchi ambayo ina mali lakini wanategemea usaidizi na msaada kutoka nchi nyingine. Pia kuna masuala ya kuhusu mwalimu kushindwa kujibu maswali na kuwatandika wanafunzi wake bakora, hiyo ni kinaya sana. Pia kuna mbinu ya taswira imetumika e, wakati mwandishi anatuelezea mandhari ya pangoni tunachora taswira ama picha hiyo kwenye ubongo wetu, kwa hivyo mbinu hiyo imetumika. Na hivyo basi, e, niwafahamishe kwamba kuna tamathali za usemi ambazo pia zimetumika kama methali, tashbihi, sitiari, e, na kadhalika. Kwa mtihani unaweza kuulizwa uchambue na uchanganue tamathali za usemi ama mbinu za uandishi katika Amezidi. Kwa hivyo maswala kama hayo ndio utaweza kupambanua. Niruhusu pia nizungumzie kuhusu kigezo kingine sasa, mbali na fani, kigezo cha maudhui. Maudhui ni muhimu sana katika katika kazi yote ya fasihi. Unaweza kuulizwa katika mtihani upambanue ama uchambue ama kujadili maudhui mbali mbalimbali katika tamthilia ya Amezidi. Na bila shaka hapa nitaweza kukuchambulia maudhui mm, takriban kumi eh, katika tamthilia hii ya Amezidi eh, ya kwanza ni kuhusiana na elimu Elimu imetumika ama ni maudhui ambayo imeonyeshwa moja kwa moja kupitia Zidi ambaye amekuwa mwalimu. Zidi anafundisha wanafunzi, na wanafunzi hawa wanaonyesha hali ya kuuliza maswali ambazo mwalimu anashindwa kujibu, na wanazungumzia kuhusiana na Archimedes principle ndani ya somo la kemia, ambayo inasemekana kwamba inasaidia nyambizi kupata ile ile ufafu wako wa kuweza kuelea juu ya maji lakini inasemekana ya kwamba katika bara la Afrika ama katika eneo hilo ambapo tukio liko linatendeka, inasemwa wanafunzi wanajifundisha nadharia tu ambazo hawasaidii wa katika miundo mbinu ama katika uvumbuzi na teknolojia. Kwa hivyo suala la elimu linazungumziwa pale. La pili ni umaskini. Kuna umaskini kwa sababu wanaishi ndani ya pango, wanakosa hata chakula na pia hata hawana kisu. Naam, hii inaonyesha umaskini. Nizungumzie vifo. Maudhui ya tatu ni vifo. Vifo ina, inadhirika kwa sababu Zidi anatangulia kufariki kutokana na kula nyama iliyooza, na baadaye Ame pia anafariki kutokana na ile kula nyama yenyewe, na pia kipindupindu inamwangamiza na tamdilia hii pia inaangazia kuhusu njaa. Maudhui ya njaa imejitokeza kwa sababu walikosa hata chakula na wakaanza kula ile miogo ambayo kitafuta. Pia kuna maudhui ya utegemezi. Maudhui ya tano ni utegemezi ama uhitaji. E, wanasema mambo kama samani ama meza kiti, ambazo wanazo ndani ya chumba chao, yote wameagiza kutoka nchi za ughaibuni kama vile Paris, Ufaransa Iran na kadhalika. Kwa hivyo inaonyesha moja kwa moja kwamba kuna hali ya utegemezi. Maudhui ya sita ni maudhui ya ufisadi. Tunapata mhusika Ame, wakati alikuwa mkuu wa ofisi fulani, aliweza kugushi nyaraka ili kujipea fedha kinyume na sheria. Pia kulikuwa na kamishina ambaye alimwambia Ame aendelee kuiba. Kwa mfano, alikuwa ameiba shilingi milioni moja akamwambia aibe shilingi milioni nyingine moja, ili waweze kugawana hela hizo. Kwa hivyo hawa wanaendeleza ile maudhui ya ufisadi. Pia wanadai kuwa e, walikuwa wameandaa karama kubwa kusherehekea siku yao kuzaliwa, lakini hawakuwa na pesa, lakini walipata hela hizo kwa njia za ulaghai. Kwa hivyo ukieleza mambo haya, unaonyesha ufisadi ndani ya Amezidi. Pia kuna ukengeushi. Ukengeushi umejirika wazi kweli kweli kupitia muhusika Mari. Muhusika Mari anabadilika baada ya kwenda mbali na kurudi hapo. Muhusika Zidi anamwambia umebadilika, hata rangi yako. Kwa hiyo kuna ukengeushi. Ukengeushi umejirika e, mali pengi tu. Kwa mfano hata hawa kina Ame na Zidi wanakiengeuka kwa kutumia e, vitu kama zulia kutoka nchi za kule ng'ambo. Hiyo ni ukingeushi. Ukingeushi ni pale ambapo muhusika anafuata mila na desturi ambazo si za kikwawe, anafuata mambo ya mambo ambazo ni ya nchi za ughaibuni, ama ya kule u, kwa wazungu kule. Kwa hivyo kusema hivyo utakuwa umekingeuka. Hata wewe mwanafunzi ukifuata amas, mambo ambayo si ya kikwenu, watasema kwamba umekingeuka kwa mfano ukienda ukirejea kule kijijini baada ya kuwa katika chuo kikuu na kufuata mambo ya wanafunzi wa chuo kikuu bila kufuata mambo ya kule kijijini, watu wa kijijini watasema we umekengeuka. Na nizungumzie kuhusiana na maudhui nyingine. Maudhui ya ugonjwa yamejitokeza waziwazi, kwa mfano wanasema malaria imewakandamiza na pia kipindupindu. Kuna ugonjwa ambayo imetumika pale kijazanda. Pia maudhui ya uzembe ama kutowajibika e-imeonekana kwa sababu kuna uzembe mwanzo ame anaonekana analala fufufu, anaamshwa. Kwa hivyo niu ni uzembe, kwa sababu mwananchi bila shaka ni vyema aanze kujitolea mhanga kutafuta ili kuhakikisha kwamba anatia riziki kinywani. Na maudhui ya kumi ni utabaka. Tunapata kuna utabaka na utabaka ni ile pahali ambapo he, watu wanajikao kutokana na uwezo wao, kwa mfano kuna matajiri na maskini. Unapata kuna utabaka kwa sababu wale watu ambao wanaishi kule ughaibuni na wale ambao wanaishi huku bara Afrika, kunakuwa na hali ya, ya utabaka kugawana, kwa sababu kuna wale wategemezi wanaomba msaada, wanaomba vitu hata ya kimsingi bila kuwa na uvumbuzi ama uteknolojia. Kwa hivyo jambo hilo pia pia ni muhimu. Haya, naam, kufikia pale, mniruhusu pia nizungumzie ni kuhusu kigezo kingine tofauti ambacho ni kigezo cha mwono ulimwengu wa wa mtunzi au falsafa falsafa ya mwandishi huyu Said Ahmed Muhammad ni gani, na muone ulimwengu wake ni gani? Ikiwa umesoma tamthilia hii, utafahamu ya kwamba Said Ahmed Muhammad alikuwa anadhihirisha hali ya uhitaji hapa barani Afrika, ama nji za huko Afrika. Anaonyesha jinsi tumekingeuka sisi kama Waafrika na tumeshindwa kujitegemea na kwa hivyo ni kama eh, kingine ya kuamsha wa Afrika ili weze kujitegemea na wao wavumbuzi bila kutegemea kutoka nchi za ugaibuni ama kule ng'ambo. Pia nizungumzie kigezo kingine kuhusu nadharia, nadharia kuna nadharia ya uhalisia pale ambapo mambo haya yote ambayo tumezungumzia ni mambo ambayo yanatokea katika eh, jamii halisi. Pia kuna umaksi, umaksi tunapata hapa ya, pa, ya, ya kwamba kuna utengano baina ya wale ambao wana miliki na wale hawana. Kuna umaskini, kuna matajiri, na hapa tunajidhihirisha moja kwa moja kupitia yule musika Zidi alipokuwa mwalimu akiwaambia wanafunzi waimbe wimbo wa matajiri. Naam, nizungumzie kigezo kingine ni usimulizi. Usimulizi e, katika tamthilia hii tunapata kuna usimulizi e, na usimulizi tunasema ni kama nafsi, viambishi viwakilishi vya nafsi ya kwanza, nafsi ya pili, nafsi ya tatu ame kwa mfano akisema mimi nilikuja, wewe ulienda, yeye alienda. Kwa kuna mahali ambapo Zidi anasema nilijitana huni, na pia mm, kuna mahali ambapo anasema panya, ame. Kwa hivyo ame inakuwa nafsi ya tatu moja, ni nafsi ya kwanza moja, kwa hivyo amechanganya nafsi ya kwanza ya pili na tatu katika usimulizi. Pia nizungumzie kuhusiana na msuko. Msuko ni hali ya jinsi ploti imepangwa, ya matukio yamepangwa kutoka eh, onyesho la kwanza hadi la mwisho. Na hapa amepanga msuko wake kutumia maonyesho ya kwanza hadi ya mwisho ambayo inatiririka na kueleweka kwa njia ya kijazala ambayo si ya moja kwa moja. Pia wakati, kuna kigezo cha wakati inaweza kutumika kuchambua kazi ya tamthilia na wakati hapa, tunaona uh, Zidi anazungumzia kuhusu mpenzi wake ambaye alienda na wakati mrefu na kurudi baadaye. Kwa hivyo wakati ni wakati ambao imetumika hapa, na usiodhirika ni wakati ambao usiodhirika, hawajatuambia moja kwa moja kama ni wiki mbili ama ama miezi ama miaka. Pia kuna msuko, kigezo cha msuko, na haya ni masuala ya ukengeushi. E, ukingeushi umejidhirisha hapa moja kwa moja na jazanda e. Kwa hivyo mwandishi amesuka ya kazi yake kutumia mbinu za uandishi kama msuko, ukingeushi na mengineyo mengi naam. E, nikutakieni kila laheri wakati kwa uchambuzi huu, na pia niwakumbushieni ya kwamba kuna baadhi ya maswali ambazo naweza kuulizwa maswali ambayo unaweza kuulizwa katika kutoka katika tamthilia hii ya Amezidi, kwa mfano pambanua jinsi maudhui yafuatayo yanavyodhihirika katika tamthilia ya Amezidi ya S.A. Mohamed alama ishirini. E, maudhui haya ni ukengeushi, ufisadi, njaa na elimu. Nimekuambia uweze kuonesha ukengeushi hapo, utaeleza ya kwamba ni hali ya muhusika kuweza kubadilika e, kihulka kutokana na pale ambapo amekaa na hapo utazungumzia kuhusiana na mhusika Mari ambaye alikuwa mpenzi wa Zidi, ambaye alienda safari ambayo na kurudi amekiengeuka, ngozi yake kubadilika, ukiengeushi. Na pia wahusika wengine wanaweza kuugusia pia. Ufisadi utazungumzia kuhusiana na Ame alipokuwa mkuu ndani ya ofisi, walipogushi stakabadhi ili kuweza kupata hela, na ufisadi umejitokeza pale. Njaa utazungumzia kuhusiana na jinsi Uh, Zidi alikuja kumwamsha Ame akiwa usingizini na kumpatia chakula ambayo ilikuwa ni miogo. Wanateseka, hawana njaa, hawana chakula. Naam, na elimu pia utazungumzia kuhusiana na mwalimu mm, ambaye alikuwa anafundisha wanafunzi kuhusiana na fisikia Archimedes principle, na hapo panguni, ambaye ni darasani, inaashiria maudhui ya elimu. Naam, na kuna swali lingine ni kuhusu kwa kurejelea tamthilia ya Amezidi, Jadili jinsi mbinu ya jazanda imetumika kudhihirisha uhalisia katika jamii alama ishirini. Na tumesema jazanda ni ile hali ya kutumia mambo ambayo yaeleweki moja kwa moja, ambayo yana maana fiche, na natumai ya kwamba nimekueleza kinaganaga na, na kinagaubaga na kinaga jinsi jazanda mbalimbali imetumika. Nimeweza kuzungumzia kuhusiana na bahari kubwa iliyojaa mali, nyama iliyooza ugonjwa, kijiji cha fujo, pangoni, usingizi na kadhalika. Ukiweza kueleza takriban hoja tano kwa kueleza kwa mapana marefu na mifano bila shaka, utakuwa vizuri kuweza kupata alama zako vizuri. Na pia kuna swali kuhusiana na tamthilia hii ya Amezidi, wanakuuliza ubainishe fani, matumizi ya fani katika tamthilia ya Amezidi na SA Muhammad, nilisema kuhusiana na fani. Ukuliza swali lote kuhusiana na fani, wameji- wamekufunga wame ujikite katika vipengele vitano muhimu ambazo ni ya kwanza, wahusika. Zungumzia kuhusiana na wahusika, jinsi nimekueleza. Ya pili, muundo. Zungumzia zungu kuhusu muundo. Ya tatu kuhusu, kuhusu mtini kuhusu muktadha muktadha na pia uzungumzie kuhusu lugha. Kwa hivyo fani ni vipengele vitano tu: wahusika, muundo, lugha, mtindo na muktadha. Naam, kufikia pale utakuwa vizuri kuweza kujibu maswali, na ukumbuke kwamba kuna mambo mengine labda unaweza kuuliza basi ya moja kwa moja, lakini ukiwa mwanafunzi mpevu tu, natumai utaweza kujibu maswali hayo vizuri. Kufikia hapo, sina la ziada, ila nakutakia kila laheri katika kazi zako za kifasihi. Asante. Jina langu ni Daniel Mosop, msimulizi na mchambuzi wa kazi hii ya SM Muhammad, tamthilia ya Amezidi. Shukran.